Shirika la Human Rights Watch limesema serikali ya Tanzania inapaswa kuusimamisha msako wake na kuwaachilia mara moja wote waliokamatwa kiholela. Matamko hayo yametolewa huko nchini Tanzania Kukitarajiwa kufanyika maandamano siku ya Jumanne, Desemba 9, siku ambayo Tanzania bara husherekea siku ya uhuru wake. Serikali imefuta sherehe rasmi za siku hiyo ya uhuru baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuagiza kwamba fedha za sherehe hizo zitumike kurekebisha miundombinu iliyoharibiwa wakati wa uchaguzi. Mtafiti mkuu wa shirika la Human Rights Watch kanda ya Afrika Oriem Nyeko amesema, na hapa na mnukuu, serikali ya Tanzania inajenga msingi wa hali ya vitisho na hofu iliyokuwepo kabla ya uchaguzi ili kuzuia kufanyika maandamano zaidi. Mamlaka zinapaswa kukomesha ukandamizaji na ziheshimu haki ya Watanzania kuhusu kutoa maoni yao kwa amani mwisho wa kumnukuu. Polisi kwa upande wake imesema maandamano yoyote yatakuwa kinyume cha sheria kwa kuwa mamlaka haijapokea taarifa yoyote rasmi kutoka kwa waandaaji wa maandamano hayo. Kauli hiyo imesisitizwa zaidi na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania George Simbachawene. maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyoyapata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano yakokuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama Vita ya dhibiti, ulinzi umeimarishwa kwa kuwekwa vikosi vya polisi na wanajeshi wanaoonekana kando ya barabara kuu katika mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam na kwenye mji wa kaskazini wa Arusha. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema hata kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Desemba 9, mamlaka ilionekana kuzidisha unyanyasaji kwenye mitandao ya kidijitali na ufuatiliaji wa wanaharakati. Limesema serikali ya Tanzania inapaswa kufikiria upya na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji bila upendeleo kuhusu madai ya mauaji yanayohusiana na uchaguzi, vipigo na mashambulizi kutoka kwa vikosi vya usalama na watu wasiojulikana, kuhakikisha ushiriki mpana katika uchunguzi wa yaliyotokea nchini humo na kuwawajibisha wale wote waliohusika.